Yes, habari ni mimi Dr. Mbilinyi na hii hapa ni Mbilinyi Online Academy. Sasa hizi hapa ni nizamu mbalimbali mbali, ambazo tulikuwa tumeangalia katika kipindi kilichopita na sasa tutaenda kuangalia katika nizamu ya muda. Na kama unataka kufanikiwa zaidi, jua thamani ya muda na siyo pesa. Na katika pesa imejificha kwenye muda. Dkt. Mbilinyi alisema hivyo, walio wengi wamekuwa wakizingatia sana muda na mwisho wa siku wanajikuta wana schedule kazi zao katikati ya masaa, na ukisha schedule, mwisho wa siku inakupeleka katika mafanikio, na ndiyo maana wahenga walisema muda ni mali, muda ni mali. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Chief Godlove alisema moja ya presentation yake kwamba kila kitu ambacho wewe unakitafuta kwenye maisha basi kipe muda, iwe ni mwanamke, iwe ni nani, wewe kipe muda, iwe ni mafanikio yako, ni ndoto zako, ndimu zako wewe, jipe muda utafanikiwa tu. Tumia masaha yako vizuri katika vitu ambavyo vinatija huku, ukijifunza ukijielemisha. Hakuna mafanikio ambayo yanakuja bila ratiba, na ndiyo maana kuna mtu mmoja anaitwa Frank Benjamin alisema lost time never found again, ukipoteza muda havi uwezi kuurudisha. Pia na pia alipanga ratiba yake kuanzia asubuhi mpaka jioni, na mwisho wa siku ikawa inamfanikisha zaidi katika mambo yake. Na unavyoamka asubuhi, basi jua ni kazi zipi ambazo utazifanya na zitakuwa saa ngapi utaonana na wateja wako kwa muda gani, na pia utatumia masaa mangapi kwa ajili ya kupumzisha. Lakini licha ya hivyo, pia hata Napoleon Hill alisema duty wa task, you will expand to fit the time available, kwamba ukipangilia ratiba zako, basi utafiksi ule muda katika kazi ambazo ni maharum zaidi. Na hii ni Mbilini Online Academy. Usisahau kushare, kucomment, kulike kusubscribe, pia na kuwashirikisha marafiki zako, na hii ni unpopular technique.